Mheshimiwa naibu spika, naomba kulithibitishia bunge lako kwamba serikali kupitia TCRA inasimamia usalama wa mifumo yetu na mifumo yetu ipo salama salmin. Siku ya jana peji za mitandao ya kijamii chache mbili za taasisi za serikali zilipata kuingiliwa. Na tunaposema akaunti ya mtandao wa kijamii, sio mfumo pasee wa tehama wa taasisi ya serikali ni akaunti ambayo hata mimi na wewe tunayo. Ni akaunti ambazo taasisi hizi kupitia maafisa wake wengine wa ngazi za chini wanaweza kutumia hata simu ya mkononi kulogin kwa ajili ya kufanya habari mbalimbali mbali za taasisi kwao. Zile taratibu zao za kiusalama zilikuwa si thabit, na ikasababisha kuweza kuingiliwa mitandao hiyo ama akaunti hizo. Zimesharejeshwa na wizara yangu na taasisi za serikali zinaendelea kufanya kazi kushirikiana na taasisi mbalimbali za serikali kuhakikisha akaunti za mitandao ya kijamii ziko salama lakini mifumo yetu yote iko salama na serikali itaendelea kusimamia jambo hili kwa kuhakikisha nchi yetu endelea kuwa salama. Mheshimiwa naibu Spika, nakushukuru sana.